Imetugharimu zaidi ya kilomita 830 kutoka katika mkoa wa Albert John Chalamila hadi katika mkoa wa Paul Matiko Chacha. Hapa ni makao makuu ya nyuki. Makao makuu ya nyuki wa Tabora ni Tabora, Tanzania ambapo tumekuja kuangalia hali ilivyo hapa katika mkoa huu wa Tabora, shughuli za kiuchumi ziko vipi, wananchi wa hapa wanaishi vipi? Lakini pia tumekuja kuangalia wakazi wa Tabora wanajivunia nini kinachopatikana hapa katika mkoa huu wa Tabora. Moja kati ya vitu ambavyo vitakushangaza ukifika hapa Tabora, bila shaka wakazi wa Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchini Tanzania wanafahamu kuwa ukisema daladala basi unamaanisha aidha ni kosta au magari ya haisi ambayo yanafanya safari zake kutoka eneo moja la mji hadi kuelekea katika eneo lingine. Lakini kwa Tabora hali sio hivyo ambavyo unavyofikiria. Hapa baiskeli hutumiwa na wakazi kwa wingi sana, ikiwa ni moja kati ya usafiri ambao unatumiwa kwa shughuli za kila siku na shughuli za kawaida. Wananchi wa hapa wana maoni gani? Lakini pia wanaofanya shughuli hiyo ya kubeba abiria kwa kutumia baiskeli, wao pia wanazungumza nini? Mimi ni Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera yuko Eze Films. Tuwasikilize wananchi wa Tabora wanazungumza nini kuhusiana na daladala zao hizi za hapa mkoani Tabora. Uh, nina muda karibia mwaka na naendesha baskeli. Kwa hiyo uhakika wa kuishi kupitia baskeli upo na utaendelea kuwepo. Niliamua kutumia baskeli kwa sababu ni kitu cha urahisi, sio kama hizi kazi zingine ambao unakuta mtu unauza karanga, unauza miogo, natembeza mandazi na wafanyaje, ila mimi nikaamua kuchukua baskeli ili kujitafutia kipato changu niendeleze na maisha yangu, kwa sababu baskeli naikubali, haita nilaza njia hata siku moja. Soko la wateja kweli liko vizuri, wateja wapo kuanzia asubuhi, watu tunahangaika, labda si wenyewe tu tuchoke tupumzike, ila wateja wapo, wameshaziamini baskeli kwamba ni usafiri safi na salama. Kwanza imenibadilisha katika kiuchumi, katika kilimo unacholima ka, nategemea mbolea ya kuitoa mu mahindi ya kupanda kuyatoa humu, dawa za kunyunyizia, kila kitu inatoka kwenye baiskeli. Kwa hiyo baiskeli, ndio maana nasema kweli imeniinua sana. Mimi natumia usafiri huu kwa sababu ni rahisi na ni salama pia, naweza nikafika sehemu itakayo kwa, kwa urahisi tofauti na bodaboda, wanaenda haraka natakiwa uwe na hela nyingi kulipia daladala, kwa sababu na wenyewe anachoka. Tofauti na bodaboda wanatumia mafuta, wenyewe wanatumia nguvu. kila siku nikiwa natoka sokoni naenda nyumbani, kila siku natumia usafiri huu. Baiskeli ni sehemu salama, afu baiskeli anaenda kwa kimakini sana, haitumii mafuta hii oh, inatumia nguvu ila na akili, ila ni taratibu sana na watu wanapenda baiskeli. Tabora imebarikiwa. Ni rahisi kiasi gani kutumia usafiri huu dhidi ya usafiri mwingine kama abiria? Mimi kama abiria, kwanza ninachopenda Nawapenda waendeshaji kwanza, wana akili yani, afu bodaboda boda. Mimi hamna changamoto gani ambayo mnaipata zidi ya tunyie na watu wa basikeli? Kiukweli kwa sasa, tofauti na mwanzo, mwanzoni dadaya basikeli zilikopo ni nyingi, ila sasa hivi zinaenda zinapungua. Wengi waliokuwa wanaendesha dada baskeli sasa hivi wanaingia kwenye, kwenye biashara hii ya bodaboda, kwa ndio maana dada basikeli zinapungua, ila ushindani ushindani tofauti na zamani. Zamani ushindani ulikuwa mkubwa, ila sasa hivi ushindani mdogo.